Kwanza awali na mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akatuamsha salama, na tunamwomba atujalie safari tuende salama turudi salama na kwenda kucheza mm -hmm na bingwa wa wa nchini Malawi, tunaenda cheza na bingwa wa Malawi Silver, lakini yeye mwenyewe anajua anakutana na, na watu wa aina gani. Jana, yani, anakutana Yanga ya kutaka matokeo. La, Ajipange, ajipange sisi ah, yani afu historia ya Yanga ah, akiwa ugenini ndo kama nyumbani, yani kwao, kwetu kwetu kama kwe, mnapiga hey, yani, vitu tukiwa kwao ni kwetu yeah, kwetu kama kwetu yani hii so Yanga ile unajua, hii Yanga ya Folz kama tiatia maji, ngoja nikwambie, hiyo Yanga ya, ya Folz tiatia maji. Ah, oh. ya tia tia maji, hebu niambie amecheza mechi kumi hmm, na mbili pamoja kuzungusha na za kirafiki, hakuna mechi aliyodondosha penchi nani point na karusu goli, goli mbili tu katika mechi hizo. Watu wanasema timu ya flow haichezi vizuri, timu ya flow lakini matokeo inapata. Kuna watu wamecheza vizuri, pasi nyingi, lakini wamepigwa sita lakini Yanga hatujafungwa hatujapoteza. Na, na matokeo ya mpira yako aina tatu mm, kushinda, kudro na kufungwa. Sisi tumesuruhu na uwanja, uwanja wenyewe ulikuwa ule unavyouona, mpira ukidunda unapiga pasi kulia unaenda kushoto. Kwa hiyo uwanja mbovu na, F2, tulilalamika na umefungia na walifanya makusudi kwa kweli, ili kutaka kutua mchezo, lakini kwa sababu ana ya Yanga tunajua nini nachokifanya. Tunaimani na kocha wetu mm, na tutapambana na anaenda kuonyesha mfumo mwingine, lazima tushinde tunarudi yani na matokeo yetu mazuri. Yaani nakwambia mwandishi ya habari, nitakununulia kaivanti. Nisiposhinda nakununulia kaivanti, naeka ahadi nyingine. kwani yosinilitelekeleza na ukanywa supu mpaka ukadondoka chini. Na hii nisiposhinda nakununulia kaivanti na unywe. Mtazamaji ameweka ahadi huyu kwamba yanga iliposhinda atanunulia kinywaji Fresh. Mi namsubiri Yana baya ahadi zake mara ya mwisho Mbeya ilimtokea jambo, alisema anashinda mabao mengi, lakini mpunga ukatokea uka, uka puani. Sijui itakwaje leo. Inakwaje? safi bwana, niko vizuri kabisa e, niko vizuri hii e, safari nchini Malawi Yanga yeah. E, African silver, silver stick chini Malawi, tunakwenda nchini Malawi kwa kusaka alama tatu mm. muhimu kabisa ili tuweze kolofai kuingia makundi e, tunakwenda tunajua mm. tunakwenda kwenye mechi ngumu, mechi ya ushindani. Eh, lakini kwa jinsi uongozi wetu, benchi la ufundi mm. na wachezaji kwa ujumla, kwa jinsi walivyojipanga wiki hii, kutoka tumetoka Mbeya, wanajua kabisa nini tulikwenda Mbeya na nini kimetokea na nini kipo kimezungumza kwenye mitandao ya kijamii mm. lakini kuhakikishie kabisa, ukiangalia mazoezi aliokuwa amefanya hivi karibuni na African Sports Club, timu imeamka, wachezaji wameamka, benchi la ufundi limepata morali. Kwa hiyo tunakwenda Malawi kwa ajili ya kupata alama tatu, tunataka tukamalize mechi Malawi, tuje Tanzania kwa ajili ya kumalizia tu kwa, kwa korofai kwenye mashindano.